Kama tunavyofahamu katika mwaka wa fedha 2025 26 Wizara ya Kilimo imepanga kutekeleza bajeti ya shilingi trilioni 1.242 fedha za Kitanzania, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali katika kuimarisha sekta ya kilimo nchini, kwa kuongeza na kutekeleza vipaumbele sita vya kimkakati, ikiwa ni pamoja na kuongeza uzalishaji na tija kuchangia kuongeza ajira zenye staha na ushiriki wa vijana na wanawake kwenye kilimo, kuimarisha usalama wa chakula na lishe nchini, kuimarisha upatikanaji wa masoko, mitaji na mauzo ya mazao nje ya nchi, kuimarisha maendeleo ya ushirika na kuimarisha matumizi ya mifumo ya Tehama katika uendelezaji wa sekta ya kilimo. Mikakati hii imelenga kuongeza uhimilivu wa sekta ya kilimo nchini. Ndugu washiriki, nimefahamishwa kwamba utekelezaji wa kwa miradi wa ustahimilivu wake dunia yetu umelenga kutekeleza vipaumbele vya serikali ya awamu ya sita ambayo iko chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kufanya yafuatayo. Moja, kuimarisha utafiti wa mbegu bora kwa kushirikiana na ASA, TOSKI na mamlaka za serikali za mitaa na wadau wote. Mbili, uwekezaji katika kilimo cha umwagiliaji na kuwezesha upatikanaji wa upembejeo za kilimo. Tatu, kuimarisha matumizi ya mbinu za kiteknolojia zinazohimili mabadiliko ya tabia nji tabia nchi. Nne, kuwezesha ushiriki wa vijana na wanawake katika kilimo kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo uongezaji wa thamani, uhifadhi wa mazao, uwekezaji wa pamoja, upatikanaji wa mikopo na masoko yenye uhakika. Tano, kuwajengea uwezo vijana na kuwawezesha kutoa huduma za ugani na masoko ya kidijitali. Sita, kuimarisha lishe na kuanzisha kwa kuanzisha bustani za mfano katika ngazi ya jamii kwa kufundisha mapishi kwa vitendo na kuhamasisha lishe inayozingatia virutubisho mwilini; na saba, kuwawezesha wanawake kumiliki ardhi na kujihusisha na kilimo cha mashamba makubwa ya pamoja katika ngazi ya halmashauri. Ndugu washiriki, ninafahamu kuwa mradi huu ni wa miaka sita kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na unafadhiliwa na serikali ya Kanada. Kwa jumla ya fedha kama ni dola za kicanada ni kama milioni ishirini na moja canadian dollar, na kama ni dola za kimarekani ni karibu dola milioni kumi na sita hivi, na kwa fedha ya kitanzania ni zaidi ya shilingi bilioni arobaini na mbili, fedha za like Kitanzania, unalenga kunufaisha zaidi wakulima laki moja na elfu sabini na tano, hususani vijana na wanawake kwa asilimia sabini wanaojishughulisha na kilimo, uhifadhi wa mazingira na utunzaji wa vyanzo vya maji katika bonde la Mto Mkuu Ruaha. Ndugu washiriki, nimefurahi kusikia kuwa kamati ya usimamizi wa mradi huu inajumuisha wadau mbalimbali, ikiwemo serikali kuu, sekta binafsi na wadau wa maendeleo, ili kuhakikisha ushirikishaji na ubora wa matokeo endelevu ya mradi huu. Aidha, ninawasii utekelezaji wa mradi huu uzingatie sera, miongozo na mikakati mbalimbali ya serikali ili kufikia malengo ya pamoja ya kumkomboa mkulima katika umasikini. Na sisi kama wizara, eh, eh, ya kilimo tutafuatilia huu mradi hatua kwa hatua, ili yale yote yaliyopangwa kwenye huu mradi yanatekelezwa kama tulivyokuwa tumekubaliana.